Uh, hii ni Metro Media TV. Karibu sana wadau na watazamaji wa Metro Media TV, mimi naitwa DJ Don David Don aka Mr Newspaper. Tumekuja maeneo ya Mabibo tena, once again tulishawahi kuja hapa na tumekuja tena, na hii ni kwa sababu tu tunataka tutoe nafasi ya kuwasikiliza baadhi ya mashabiki wa soka nchini Tanzania kutoa maoni yao na mawazo juu vila ya vilabu vyetu vinne ambavyo vimepata nafasi ya kuweza kushiriki mashindano ya kimataifa, ambapo Jumamosi na Jumapili mechi zilichezeka. Azam alicheza na KMKM mechi ilisha mbili bila, si ndio? Eh, alafu Singida Black Stars walicheza na Waburundi wale, sikumbuki vizuri jina lao, walitoka moja moja, lakini Yanga walicheza na wanaitwa Silver Silver Sport, ambapo Yanga walipoteza kwa goli moja bila, lakini Simba walicheza na Nsingizi ya Uswatini na Simba walifanikiwa kupata goli tatu sifuri. So tunataka tuzungumze na wadau watoe maoni yao nani atakwenda, nani anabaki? Hivyo ndio navyotaka kuvisikia kwa kipindi hiki, au sio bwana? Hakuna mpira bila mashabiki na mashabiki ndo wanaosimamia mpira, hiyo ndo, ndo watu wenye nguvu yao hapa mjini, au sio bwana? Kwa hiyo tutapiga story, tutasikiliza unasema nini. Mambo vipi, my brother Mike? Hii hapa nakupa shika bwana. Mambo poa bwana. Wewe unaitwa nani mwanangu? Mimi naitwa Nelson. Na mimi naitwa Nelson, Nelly. Nelly, wewe mshabiki wa timu gani? Mimi mshabiki wa timu ya Yanga. Eh bwana tu tu Tuianze na hiyo hiyo Yanga, mshabiki wa Yanga ndio Yanga, Yanga. Yanga unaiona kutoboa wa kwenye hatua za awali Yanga? uwezekano yes. Ni mkubwa japokuwa wenzetu wametangulia mguu mmoja ndani mguu. Achana na wenzetu, uwezekano e, ja. Ni mkubwa, mkubwa. Kwa hapa nyumbani tutakuja kufanya return, nyumbani kule wamekuzidi. Eh. <tus> tutajipanga kwa ajili ya nyumbani Jumamosi vito matokeo na kuweza kushinda na, na kufuzu kwenye makundi. Shida ilikuwa ni kocha kama ilivyokuwa inasemwa mpaka kafukuzwa au ni wachezaji wenyewe? Ah, shida ni kocha ndio maana amefukuzwa. Shida kocha. Kocha alikuwa na shida gani? Ah, shida ni kwamba unajua siku zote timu ni kocha tume, tume, tume wachezaji wamecheza lakini mipangilio ya kocha mipango yake imeonekana kufeli mm. Na ndio maana tumekuwa ashinda na sio hapo toka, toka muda sema, viongozi wetu waliamua kumpa muda, jana wamemtizamia kwa mara ya mwisho, ameonekana haifai kuwepo Jangwani, ndio maana ameamua ame, ame, ame wasitishe mkataba okay. Na, wake na, na. <laughs> Vipi kuhusu mechi ya ya juzi, we uliangalia, si ndio? Ndio. ubora wa wachezaji mmoja mmoja huko vizuri sana, uko vizuri uko vizuri. Vizuri. Wachezaji wamecheza wamejituma wamejitahidi, sema ndio hivyo, bahati haikuwa kwetu, bahati kaa kwa wenzetu na tumepoteza. mapungufu makubwa mapungufu makubwa, eh, eh, kama nilivyokwambia kocha, lakini pia kocha hachezi, hapana, kocha mipango ndio mechi. Sasa ndio ndio nakwambia, timu ni kocha kwanza, timu kocha, mwalimu ndio kila kitu wanapata eh, wachezaji. Kwa sababu wachezaji ukisema wamecheza chini ya kiwango, sio kweli. Wachezaji wamejituma, wamepambana, wamefanya kila linalowezekana, imeshindikana, ila mfumo wa kocha mimi sikuelewa, na ndio maana tumepoteza mechi. tuna timu nne ndio Ah, ni shoti hamna tabiri, tabiri, tabiri. Kubaki. Wa kubaki. Kusema nitabiri nitakuwa wa kwanza Yanga anapita. Yanga, Yanga, au wengine anayebaki anayebaki sizani kila <tipi> kila mtu <tipi> amepania tu kuficha, anayebaki hayupo, anayebaki wote wanaenda, wote wanaenda, wote wanaenda. Basi poa poa, basi useme kila laheri, au sio? Kila laheri, inshallah. Wewe mkubwa, yuko wapi? Imalize, yuko wapi? Anasemaje? Wewe kwanza, mimi sijamuelewa. Mimi nachotaka alipo kwanza, ulipomuuliza swali kwamba nimwambia atabiri eh, kwamba ipi ipi ipi nani anaenda, nani anabaki? Amesema zote zinaenda, hakuna Yanga anabaki eh. Black Stars anabaki, Azam anaenda na Simba anaenda <laughs> kimpango, kwa nini Yanga na Black Stars, au ndio ambao hawajatia hata mguu mmoja mbele <laughs> kwa hiyo hapo, akija watu wakingang'ania sare tu wanabaki, aniambie wewe hapo. Huyu hapa anasema kwamba Yanga anaenda. Anaenda anaenda kwa njia gani? Mchezo wa Yanga na na na kocha hawana, la kukumbuka kwanza kocha hawana. <laughs> Hilo la kwanza kocha kocha walikuwa naye, nimesema kocha hawana, sasa hivi hawana kocha. Sasa ana kocha gani? Maana yule yule nani yule <mikipu> <katoka. mikipu> yeah. Oh, minuno yule katoka, wanasema kocha kocha yupo yupo. Wewe unafikiri minuno ndio ilikuwa sababu ya, ya Yanga? Minuno ilikuwa sio sababu, wachezaji wachezaji hawana, wamesajili sasa ndio na na kama eh ayanwachajiwamesajbida kusikia na kuona na kuona

Ah, huyu Yanga ah, mechi oh, yeah. Na ya, ya, ya Yanga na, na, na, na Silver yes. Uliiona ubo... tatizo kutok... la Yanga lilikuwa sehemu gani? Walikuwa wanapush na wale wa jamaa wale wapo kwa kwa kulinda vizuri, anavuruga, alikuwa anakimbia kimbia sana na mipira. Hata sasa hapo, nafikiri atakuja ku, sio, atatafuta goli moja, watalitafuta kuanzia dakika ya kwanza mpaka 90 kwa hiyo, wewe wewe, utabiri wako unaona, Yanga Yanga na baki Safari. E, Yanga na baki kucheza ligi kuu naenda yawaga City kule na <twek> okay. Mungo

Ubora wa Simba ulikuwa wapi? Yaani pale ukisema hiyo mechi, pale si ningempa. Kwa sababu walioingia sabu tu wenyewe wanashtua. Waliotoka wanashtua. Sasa pale unaniambie ubora wa Simba ulikuwa kila eneo kwenye kulinda na kwenye kufunga. Sasa wewe niambie kwa sababu hawajaruhusu goli na wameshinda goli tatu. Au utasemaje ubora ulikuwa sehemu gani? Sehemu zote. Kuanzia goli kipa mpaka namba 1 mpaka 11 bwana. Au unataka kuniambia mshazoea? Tunaanza kuzoea eh, eh hiyo ya kwako. Ah <laughs> <laughs> hii inatosha bwana. Hey, <laughs> sawa. Na na na umesema pia, na hawezi kupindua meza hapo hapo hapo, KMK okay, hajapindua meza hapo hapo hapo hapo, haiwezekani, na na timu ambazo wewe umesema zinaweza zina zina umezitabiria zina kwenda hatua za makundi yeah, Onai Simba, Simba na Azam. Hawa Singida Black Stars japo naweza nikawapa Singida Black Stars lakini sio kivile. Unaiona pia unaziona pia kufika mbali zaidi. Eh hey, ama Pemba tu. Hawa yani, hawa watu watu wa wa makundi makundi makundi makundi wanapita. Kama yeah. Simba Simba, kwenye watu wa makundi anafikiria Anafikiria kutoka robo robo kwenda Kwenda Kwenda kwenda kwenda kwenda finali, finali finali. Ndio Ndio nusu nusu ameshazoea, kashazoea. Sasa hivi anafikiria kwenda nusu finali. Ndio kinachomuumiza kitu. Sio wenzetu wanaofikiria kwenda makundi. Anafikiria kwenda nusu finali.

ndo Israeli jamani, yeye tunangaika kumtafuta Israeli, yupo huku Mabibo. Naona umeshtuka, mba kufanye yupo huku Mabibo Zioni mbili, naye mwendelee kuishi. Aaa, mtu wa roho, wewe nani? Anakwambia, Yanga Yanga iendi kokote. Kokote, Safari imeishia hapo hapo, leta kushikia kunaakaata Hayo ni maneno hata <tiple> kanga enyekanga Wewe, unasemaje sasa? Alafu yeye anachozungumza ni ushabiki <tiple> <tiple> sio mpira, tupe mpira <tiple> sasa. Yeye mwenye kwanza mpira hajui, hata danadana hawezi kucheza <tiple> mpira. Sasa utasemaje mtu wa mpira anazungumza vitu kama hivi? Sasa wewe mwenye unajua mpira, tuambie Yanga tunaiona hatua za makundi. Yanga hatua za makundi, inapenya inapenyaje, penyaje, wakati wamefungwa? Kufungwa sio tatizo, kufungwa sio tatizo. Kikosi sio kile kile, bado nafasi anayo ya kujitetea. Ah, eh, umenielewa? Kwa hiyo Yanga anaenda kujitetea, yaani ni yaani kujitetea, kwa sababu nafasi bado anayo na nina uhakika anapenya, anapenya, anapenya. Wapinzani wenu mnaona mpinzani wa kawaida, ila mwalimu tu aliishiwa mbinu. Tufanye ndio mwalimu mbinu gani? Alifeli yule bwana mmoja hapo ile feli. Ukitaka kujua kwamba yule sio mwalimu yeah. angalia sabu yake uh -huh. ya kumtoa beki na kwenda kuingiza kiungo <laughs> yani kwa kocha ambaye mwenye kujitambua uweze yeah. kufanya sabu ya kipumbavu kama ile. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja wapo wa kumtetea kwamba tumpe nafasi tumpe muda ili aendelee kujitafakari lakini kwa tukio lile la juzi ah, mimi mwenyewe nimepiga tiki kwamba usio kocha kwa sababu tupo ugenini eh, tunahitaji ushindi. Ikishindikana ushindi, tunahitaji sare uh, ndio aina yoyote hiyo uh, sawa una uh, uh, sababu ya kuforsi matokeo ya ushindi, unaenda kutoa beki mwenye uhalisia wa beki, unaenda kuingiza kiungo unategemea nini na ile hesabu yake huyo, ambaye unategemea aje kucheza beki ambaye ni zengeri, anaenda aloenda kukosti, kwa sababu alimfuata kweli vizuri mtu yule pale kwa beki. Kama beki mwenye asili yake asingeweza kumwacha mtu akafunga ile mpira huyo. You are watching Metro Media TZ, usisahau kusubscribe, comment na kulike.